Rich Mshonaji tunajifunza jinsi ya kukata hii blouse na shoda yake, twende darasani. Kwanza utachukua kitambaa chako, tutakata kipande cha mbele. Utakunja hivi mara moja, utakunja hivi, kisha utachukua rula, tutapiga mstari wa bega ambao utakuwa huu, alafu utachukua tepu, utapima kutoka hapa mpaka sehemu ambayo utapimia kifua, labda ni inchi nane, sie hapa, sawa sasa kwa vile hapa tunatakiwa tupime na kutoka kwenye bega mpaka kwenye chuchu inaweza kawa kumi na moja. Haya, kutoka kwenye bega mpaka chini ya nyonyo kumi na tatu. Kutoka kwenye bega mpaka katikati ya kiu, yani katikati ya ya at uh, kitovu inaweza kawa kumi na sita, si ndio? Kutoka kwenye bega mpaka kwenye kiuno kiuno anga ni kumi na tisa. Haya, kutoka kwenye bega mpaka urefu wa blouse yako inaweza kawa labda Uh, blouse yako ikawa na ishirini na tatu au ishirini na nne. Tunaweka hapa kwa sababu tutageuzea lining sawa, so. Kwa hiyo hii mistari yote inabidi tuichole, mstari wa kwanza: kifua, katikati ya nyonyo, chini ya nyonyo, kwenye kitofu ndefu, kutoka mpaka kwenye kiuno au urefu wa blouse yake. Sawa, so, haya hapa nitapima kutoka hapa bega kwanza. Bega langu hapa litakuwa ni 16 ambayo tutaweka nchi 8. Sawa? Tutaweka nchi 8. Alafu nitachukua rula nitaweka kwa palangu hapa. Sawa? Hili kwa hapa natakao tuje tupate mkono wa kupachika. Yaani mkono wetu utakuwa wa kupachika hapa. Sawa? Nitatoka hapa kwenye bega mpaka nchi 4 hapa. Hii hapa kwa mbele. Sawa? Alafu kutoka hapa mpaka sehemu ambayo itakuwa uh, shoulder, labda nitaweka inchi tatu. Hii hapa. Sawa? Kwa hiyo sasa hii naweza nikaleta hivi. Sawa? Hivi kwa hiki hapa ndio tutakuja tupachikie nini, tupachikie mkono. Sawa? Haya, nitachukua uh, nita uh, tepu, nitapiga uh, mstari wangu hapa, kwenye mstari wangu wa katikati ya kifua, labda tuweke inchi nne na nusu au inchi nne, kwa sababu tunaweka nani, tuweke inchi nne tu katikati ya nyonyo. Maanake inchi nne lazima upime kutoka chuchu nyingine mpaka chuchu nyingine. Kwa mfano, ukipata inchi tisa unakunja tepu yako hivi, sawa nusu yake hapa ndio tapima kwamba, a, nchi nne na nusu ndio unakuja unapima hapa katikati ya nyonyo sawa, katikati ya nyonyo maanake dats ndio itakuja ipite kwenye katikati ya chuchu sawa. Usipopima hapa maanake dats inaweza ukakuta ipo a, kwenye kwapa au imesogea sana upande wa kifua sawa. Yes, a, tunakuja kwenye mstari wa chum, a, wa kitovu hapa, tunapima na yenyewe nchi nne na nusu a, tunakuja na hapa nchi nne na nusu hapa. Ah ha, tunakuja na huku tupime labda inchi 4, uh, inchi 5. Yeah, hapa tunapima inchi 5. Hapa ina maana mstari wetu utakuwa hivi, sawa? Haya, kuna njia mbili za kukata hii. Unaweza kukata pieces dasi ambayo itakuwa hivi, sawa? Ambayo itaenda hivi au ukakata busti ambayo itakuja hivi. Sawa? Kwa hivyo vyovyote utakavyoona kwako ni sawa. Sawa. Sasa ya kwetu tunatakiwa tuikate labda busti ambayo itakuja paka hapa. Kwa hiyo hii hapa nitaipandisha mpaka hapa labda inchi nne na nusu itakuja hapa. Sawa? Kwa hiyo ikija hapa nitachukua rula yangu moja kwa moja ambayo nitaweka hapa. Sawa? Haya. Natakiwa sasa nianze kupima nyonyo langu. Nyonyo, nyonyo ambayo nitaanza kupima, nitaanza kupima sehemu hii kwenye hapa kwenye mstari wa nini? Mstari wa kitovu ambao ni mstari, tunakuja tunapima labda inchi mbili inchi moja na nusu hapa. Tupime inchi moja na nusu alafu huku tunakuja tunatoa inchi moja Sawa, tunakuja na hapa tunatoa inchi moja na nusu hivyo hivyo kama hivi. Sawa, huku tunatoa inchi moja Sawa. Haya, huu mstari ni chini ya nyonyo, chini ya nyonyo maanake. Hapa na hapa ninatakiwa pawe sawa, kwani tunaenda inchi moja na nusu hapa sawa na hapa nchi moja kwa, utachukua lula yako hii sawa, utakuja hivi na huku pia utanyosha, utakuwa hivi. Hii hapa ndio dats yako ambayo itakusaidia kutengeneza nyonyo lako sawa. Baada hapo, hii itakuja hivi na huku itakuja hivi sawa. Haya, kama ni a, ni princess dats maana yake na ni dots yako hii itakuja huku sawa. So, utaichonga ije hapa sawa. So, itakuja hivi sawa. So, kama ni boost, kama ni boost utakuja huku, utatoa labda hapa, utatoa labda inchi moja sawa. So, na hapa inchi moja na kufundisha double hivyo, yaani na kufundisha jinsi ya kukata precess dots na boost yako, jinsi utakavyokata maana yake hii, huu mstari sawa. So, utauleta hapa sawa. So, tuleta hapa, alafu na huu mstari tena utakuja huku, utauleta hapa sawa, itakuwa hivi sawa. Kwa hiyo hii itakuwa ni busti ambayo itakuwa, uh, ya juu, alafu hii huu mstari huu hapa ni princess dart. Kwa hiyo utachagua sasa, ukate hii au ukate hii sawa. Kwa mimi nitawafundisha zote. Hapa nitawafundisha, nitaanza na princess dart alafu nitakuja niwafundishe. Ila nzuri ambayo haito kusumbua sana. Bora ukakata hii. Sawa? Hii hapa itakusumbua kwa sababu hii lazima tuiongeze huku tena. Sawa? Ehe, hii ndio njia rahisi sasa. Haya. Tutakuja hapa tutapima kifua. Kifua labda 30, 36 na 6. Tutapima, tutagawa kwa nne, nitakuwa inchi 9 hii hapa. Kisa ambayo tutakuja tuongeze labda inchi tuongeza inchi tatu tu hapa, sawa? Haya, nitakuja nipime tumbo, tumbo ile yani kuanzia hapa mpaka hapa kwenye kiuno, hii lote ni tumbo hapa, sawa? Kwa hiyo inatakiwa sasa nipime, nipime tumbo langu hapa katikati. Nitapima tumbo langu hapa katikati. Tumbo ni ngapi? Tumbo tufanye labda 20, uh, tufanye 30 30 Sawa, tukifanya 30, maanake tutaweka, tutagawa kwa nne pia. Nitaweka inchi saba na nusu ambayo itakuwa tumbo langu ni hili, unaona. Kwa nitaweka inchi uh, saba na nusu ambayo itakuwa ni hapa, sawa. Nitakuja nipime hapa hapa, kuna inchi tatu nitazileta huku, sawa. Inchi tatu zangu nitazileta hapa, halafu nitaongeza kushonea kama inchi moja na nusu hapa, sawa. Haya utakuja upime mzunguko wa hipsi. Hipsi lako lile leo. Hipsi utapima mzunguko. Kwa mfano kama umepima hipsi 44, maana yake utaweka 11, si ndio? Mara moja 44 unagawa kwa 4 ukigawa sasa utapata 22. Sawa utachukua tepu tena hii utakuja ulete kwenye 22 hapa, tutapata nusu yake 11. Sawa so, 11. Kwa hiyo 11 ndio tunakuja tunaipima hapa, sawa. So, tutapima hips hapa, sawa. So, tuongeza kushonea nchi moja, sawa. So, kwa hiyo itakuwa hivi, sawa. Ikiwa hii maanake blouse inatakiwa ikae mbinuko, nitakuja niongeze labda nchi, uh, nchi mbili huku au nchi mbili, sawa. Nitakuja hivi, sawa. So, kwa hii Tutaangalia sehemu ambayo ni ya tumbo chini ya tumbo itakuja hapa mm, yeah, takuja itakuwa hivi. Unaona? Kwa hiyo sasa hapa nikishachukua hii nitakuja na huku, nitapiga mstari wangu huu hapa kwa kunyoa mstari ambao ni wa kushonea, ni huu hapa mstari wa kushonea ni huu. Hii tumeongeza kwa ajili ya yeah ya balance kwao, nitakuja nichukue na lula yangu hii, mstari huu utakuja hivi. Umeshaelewa? Ehe. Kwa hiyo ya blouse yako unatakiwa uichore hivi, huu. Hii tumeleta kwa sababu inatakiwa ije mle kwenye hips, inatakiwa ikae hivi kwa sababu kishepu hivi kwenye hips hawezi kushuka hata ufanyaje. Haya, tunakuja hapa hapa, tunatakiwa tu- tulete hivi. Nachukua hii lula yako nyosha tu naona kwa lazima iwe hivyo, alafu hapa utakuja utoe nchi moja hapa kwa ajili ya kushepu kwa palapo. Kwa hiyo kwa palapo hii itakuwa hivi. Sasa ilivoka. Kwa hiyo jinsi mchoro unavyoonyesha unaonyesha kabisa blouse hapa imesha kaa vizuri. Kwa hapa tunakuja tunatoa inchi ngapi? Tunatoa inchi labda, tunaweza kutoa hata inchi mbili na nusu hivi hapa, sawa.